Ule mwanadamu mwenyewe anaona. Leo tunaona ndoa nyingi ziko zinavunjika. Na mtu mm. anasema bana, si aseme hapana, huyu hakuwa Mungu. Huyu hakuwa ndoa yangu. Hakuwa ndoa yako kweli. Anamwacha anaenda kutafuta mwingine anamwoa. Na ule mwingine mwali tafuta kisha siku fulani anamwacha na yeye ye, kwa ndani ya mkanisa na anajifanya mtumishi. Na wengine wanamshabikia <coughs> kwa sababu ana maneno mengi ya kuweza ku, eh, yani kuna eloquence ndio wanasema, lugha ya, ya Kifaransa. Lakini sasa kwa sababu ya eloquence yake, hali anaintimidate watu na watu wanasema sema, ni kweli. Hapana, tuangalia Biblia. Biblia ina Mungu anasema hivi eh, <coughs> Mungu anasema katika kitabu cha, cha Malaki, yeye ni shahidi ya mtu na mke wa ujana wake mm. Mungu ni shahidi wa mwanaume na na, na mke wa ujana wake. Mungu yeye pekee yuko shahidi, na nasema ule mwenye anafanya deboshe sasa. Ule mwenye iko anafanya deboshe, anaacha mke wake wa ujana, anaenda pembeni, iko anafanya deboshe ule, Mungu ni shahidi ingali deboshe sasa. Mwenye anamfukuza anakamata mwingine, itakuwa namna gani? hmm. Tumutii Mungu kuliko wanadamu. Leo siku hizi ambazo tunaishi ndiyo si vyote, tunapenda pesa na tunazitafuta kweli, lakini pamoja na kupata pesa, mlango ukipata pesa, mlango wa kuingia mbinguni inakuwa kidogo kwa mwenye na pesa, tajiri mwenyeku na uwezo, mlango wa kuingia mbinguni inafungwa inabanwa. Na namuna gani? Ukiangalia katika Zaburi ile sura yake ya kumi na mstari wa tatu mwenye uchoyo Biblia inasema hivi. Mwenye uchoyo anamkana Mungu na tena anamzarau. Yaani, mtu anakuwa kulilia mama watoto leo hawa, hakuna gisi watakula na uko na stoki pale, ama uko na lufuranga pembeni, nasema nasie. Unaona tu mtu anafika kwako wendi, unaanzalia wa kwanza juu unajua labda anakuya kulomba, unaanzalie juu iko chini, unaanza lalamika na kupigia simu haukamate tena juu ya uchoyo, Biblia inasema hivi: mwenye uchoyo anamkana Mungu na anamdharau. Zaburi ya kumi na mstari wa tatu inasema hivi. Sasa kupata pesa ni mzuri, lakini nazo zinajaribu watu, zinatia watu kiburi na mutu kabisa. Mm, eh, ule anabadilisha marafiki na anabadilisha mambo yote Hmm, hata bibi mwenyewe alikuwa naye wa ujana anaanza anaanza mudharau na kutafuta mwingine na, na bibi naye alipata franga ya na naye anaanza kudharau mume. Tukipata franga tu, shike neno la Mungu. Pesa ni vitu vya bure, vyenyewe vitabakia duniani. Na Mungu alifanya mzuri juu, hakuna mwenyewe na uh, ukuwe na franga mingi ya kule mwenye wa nazibandiki yaka Munani mserikei yaki asemi aende na asemi Zine wakia kubanki kama ni huku zine wakia kubanki mm. Mwenye wa tazi kamata ni watoto. Kama hakuna watoto ale government inakamata kamata na we. Inasema huyu ali huyu mjinga ali franga naziyache. Lakini andezi tumikisha kusaidia wengine ingekuwa mzuri. Inafaa tumtii Mungu kuliko wanadamu. Tunataka kuomba Mungu kwa ujumbe huu, ule mwenye anausikia, na nataka naye aweze kumtii Mungu mm. Yani aweze kushika neno la Mungu, ashinde ah. ushawishi mm. wa dunia hii. Dunia itapita na mambo yake yote, lakini ule mwenye anafanya mapenzi ya Mungu atatumu milele. ah. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunaombea wale wote ambao watapokea ujumbe huu Bwana uwakubali yoyote ule ambaye anataka kabisa kutubu, umsamehe na umtie moyo wa eh, wanyama ile moyo ya jiwe itoke, au mwepesi wa kushika neno lako mm. ili siku moja tuonane mbinguni. Tunashukuru kwa sababu Mungu utafanya mengi kuliko maombi yetu, kwa jina la Yesu Kristo. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Mm.